Mataifa mbalimbali ya Afrika yanaonesha mwanga hivi sasa duniani katika hatua inayotoa ishara kubwa ya uaminifu kwa mfumo wa kifedha wa Afrika. Shirika la kazi la kupambana na ufujaji wa fedha, yaani uh, FATF, lenye makao yake Paris, limezifuta nchi nne za Afrika kwenye orodha ya kijivu, yaani grey list. Orodha hii inazijumuisha nchi zinazofuatiliwa kwa ukaribu kutokana na udhaifu katika kupambana na ufujaji wa fedha yaani money, money laundering na ufadhili wa ugaidi yaani terrorist financing. Nchi nne zilizopiga hatua kubwa na kuondolewa rasmi kwenye orodha hiyo ni Burkina Faso, Msumbiji, Nigeria pamoja na Afrika ya Kusini. Hii ni ishara mafanikio makubwa ya kisera na utawala bora lakini kutokea kule Burkina Faso ni tangu iorodheshwe mwaka elfu mbili na ishirini na, na moja, Burkina Faso imeboresha kabisa mfumo wake wa kupambana yani na ufujaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi yaani AML na CFT. Nchi hii imeongeza usimamizi wa taasisi za kifedha kuboresha uwazi wa umiliki kuimarisha sheria na kuongeza ushirikiano kati ya mashirika na serikali lakini uh, kutokea kule Msumbiji baada ya kuorodheshwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Msumbiji imejizatiti katika usimamizi wa hatari yaani risk based supervision na kugawana taarifa za kifedha za intelijensia. Mamlaka nchini humo imefanya tathmini ya kina ya hatari za ufadhili wa ugaidi na imeanza kutekeleza mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na ufadhili huo ikionyesha nia thabiti ya uadilifu wa kifedha. Lakini kutokea nchini Nigeria, ikiingia kwenye orodha hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, Nigeria inachukua hatua ya haraka kufunga mapengo katika utawala wake wa AMLO ama CFT. Ilisasisha ili tathmini za hatari za kitaifa, ikiimarisha usimamizi wa sekta za kifedha na taasisi zisizo za kifedha na ikiongeza uwajibikaji katika upelelezi na mashtaka ya uhalifu wa kifedha. Pia kutokea Afrika Kusini, yaani South Africa. Kuondolewa kwa Afrika Kusini kunaashiria mafanikio makubwa ya kisera. Kufuatia mageuzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, nchi hiyo imethibitisha uwezo wake wa kupeleleza na kufuatilia mashtaka uharifu changamoto wa kifedha, lakini kutumia vikwazo vyenye ufanisi na kuimarisha ulwazi wa umiliki lakini FAT pia ilitambua maendeleo yanayoendelea katika nchi kadhaa za Afrika ambazo bado zinafanya kazi kufikia viwango vinavyohitajika. Taifa la kwanza ni Algeria, inaendelea vizuri katika usimamizi wa hatari na udhibiti wa ufadhili wa ugaidi. Lakini nchini Kenya inapiga hatua katika usimamizi wa hatari, ukusanyaji wa data za umiliki na ushirikiano dhidi ya ufadhili wa ugaidi. Lakini Angola, Cameroni, Conte Devo na Congo DRC zote zikiboresha uelewa wa hatari, usimamizi wa sekta, upelelezi na ushirikiano katika masuala ya kifedha. Namibia na Sudani pia Uh, inajenga mifumo ya usimamizi lakini kuondolewa kwa nchi hizi kwenye orodha ya FATF ni ishara ya kwamba Afrika inajizatiti kuimarisha ulinzi wake wa kifedha na inalenga katika kuunda mazingira salama na kuaminika kwa biashara na uwekezaji wa kimataifa. Hii ni habari njema kwa bara zima la Afrika.